Hii ni Toyota Crown, taa ABS zinawaka na hiyo ya hand brake. Hii inatumia parking brake ya mguu. Kwa hiyo nini unatakiwa ufanye, angalia hapa, kama huna diagnosis machine, nabidi uje uchunguze kila mguu kama hii imekata waya hapa. Kwa hiyo kila mguu unachunguza, utagundua tu lazima kuna ambayo imekata waya. Hii imekata waya, ndio sababu e, e, sensa zinawaka. Kwa hiyo nini cha kufanya ni kuunga waya, nikuunga waya, maisha mengine yaendelea. Tumeisha unga waya tunajaribu tena kuwasha gari yetu hapa tuone. E, bado ipo sawa. Kwa hiyo utakachofanya utaenda mbele kuchomoa terminal. Terminal moja kwa sekunde tano utachomeka utakuja kuwasha gari lako huku, ya yeah, deal done takuwa imeshapotea, ABS sensa zimeshapotea, baada ya kuunga pale takuwa imeshapotea. Kwa mambo mengine matengenezo magari, diagnosis, umeme wa magari, unaweza kuwasiliana na Mtumishi Mechanical Clinic sifuri 625 154 776, Newala, Mtwara, ujenzi.